Aa, karibu tena katika kipindi chetu cha afya na Dr. Sam, kipindi ambacho kinazungumzia afya za watu, magonjwa mbalimbali pamoja na matibabu. E, siku ya leo tutakwenda kuzungumzia kuhusu chunusi. Kama ndo mara yako ya kwanza, usisahau kutusupport kwa kusubscribe pamoja na kulike. E, bila kupoteza muda tunakwenda kuangazia nini maana ya chunusi. E, chunusi ni vimbe ndogo ambazo huwa zinapatikana katika ngozi. E, na hizo vimbi husababishwa na bakteria, uchafu au mrundiko wa mafuta katika ngozi yako, na mara nyingi hizi vimbi huwa zinapenda kutokea maeneo kama kwenye uso, kwenye kifua, mgongo pamoja na mabega. E, kwa maana rahisi ni kwamba chunusi husababishwa na mrundiko wa mafuta e, kwenye ngozi yako ambayo, yani mafuta yanashindwa kutoka vizuri na hivyo kusababisha hizo vimbi. E, bila kupoteza muda tukaangalie maana ya mm, tukaangalia sababu ambazo zinasababisha chunusi. Kuna sababu mbalimbali mbali ambazo zinasababisha chunusi. E, sababu ya kwanza ni mabadiliko ya homoni. E, mara nyingi kuna homoni kitaalamu ambayo inajulikana kwa jina la androgen. Ile homoni inapoongezeka usababisha uzalishaji wa mafuta mengi katika ngozi yako na hivyo hupelekea kuvimbi katika ngozi yako kwa sababu ya uzalishaji mwingi wa mafuta. Na mara nyingi hili tatizo huwakumba watu pale pindi wanapoanza kubalii. E, dada wakina dada kabla ya kuingia hedhi pamoja na wamama wajawazito huwa mara nyingi ndo wanapata chunusi za aina hii. E, sababu nyingine ni ngozi zenye mafuta mengi. Kuna watu naturally wamejaliwa ngozi zao zina mafuta mengi e, e, pia au ni sababu mojawapo ya, ya kupata chunusi. Unakuta mtu ngozi yake na mafuta mengi afu pia anakuja anaongezea tena mafuta juu ya ngozi yake yenye mafuta mengi, hivyo hupelekea chunusi. e, sababu nyingine ni bakteria wa ngozi mm-hmm. maambukizi ya bakteria wa ngozi au bakteria hujulikana kwa jina la kitaalamu wanaitwa hivyo ambao ni bakteria ambao wanasababisha chunusi, ambao unakuta mtu amepata maambukizi ya hawa bakteria hivyo kupelekea kupata chunusi. Sababu nyingine ni usafi wa ngozi, kuna watu hawazingatii usafi wao mzuri katika ngozi yao, hivyo hupelekea kupata chunusi. Sababu nyingine ni vipodozi visivyofaa, mara nyingi ni vipodozi hasa vile vipodozi vyenye mafuta mengi. Unakuta vipodozi hivi na mafuta ambayo ni mazito ambayo yanaziba vinyelio vya ngozi hivyo hivyo sababisha mafuta ya ngozi kushindwa kutoka vizuri hivyo hupelekea mtu kupata chunusi na mm -hmm. Pia kuna watu wengine hupata chunusi kutokana na msongo wa mawazo. mawazomtakiwa na msongo wa mawazo, kuna hormone ambayo inaitwa cortisol huongezeka katika mwili wako na ile hormone upelekea uzalishaji wa mafuta mengi katika ngozi na hivyo mtu anapata chunusi kwa. Unashangaa mtu yupo ana mawazo, anaanza kupata chunusi e. Pia kuna baadhi ya chunusi ni chunusi za kurithi, kuta mtu amerithi chunusi. mm -hmm. na kuna baadhi ya vyakula, vyakula vyenye mafuta mengi hupelekea mwili wako kuwa na mafuta mengi, ngozi yako kuwa na mafuta mengi, hivyo mwisho wa siku hupelekea chunusi. Mm -hmm. Baada ya kuangazia sababu za chunusi, kwenye kipindi kitakachofuata tutakuja kuzungumzia kuhusu aina za chunusi. Mm -hmm. na kuangalia ni makosa gani ambayo watu wanayafanya kwenye chunusi.